Kazi katika maisha watu wanaishi umri mrefu. Uh, inatokea siku anasema, pengine hali yake imekuwa ngumu ya kiafya, anahisi Mungu atamchukua sasa hivi baada kidogo, mm, au baadaye kidogo, au mwingine anaona tu kwamba nimeelekea kufika mwisho na staafu au tuuzima wamekuja wenzetu, wazungu wanaita ku confess, mm, anakiri, mm, pengine alifanya kitu kibaya au kitu ambacho pengine sio cha kawaida tu kukiweka wazi. Unaonaje leo kwenye Nyundo ya Baruan Muhuza kasema, wengi wanajiuliza sana huyu Charles ni Simba ni Yanga, kwa nini leo siliweke wazi watu wakajua? Ngoja ninywe maji kwanza. Swali hili nishaulizwa ulizwa sana, mimi ni shabiki wa Simba lakini mpenzi wa Yanga. <laughs> utakuwa hujajibu bado. <laughs> Simekuambia mimi shabiki wa Simba lakini mpenzi wa Yanga. Ushabiki wako kwa Simba ni nini? Alafu baadaye utuambie kwa Yanga ni nini? Ushabiki wangu wa Simba ni kwamba timu hii inacheza vizuri na ilipotoka kutoka Sandalendi kuingia Simba, nakumbuka mimi nilikuwa pale Msimbazi mwaka sabini na tatu eh. ni mtaa huo Uh, wa Magila unaenda Mamba pale unakumbuka Msimbazi. Msimbazi. Tulikuwa tulikuwa. Unakumbuka kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Sheta, jamaa mmoja, kwa mfupi, mpenzi sana wa Simba, alichangia tofali moja nasikia kujenga lile jengo la, la, la Simba. Kwa Simba tulikuwa tunaiona sana mtaani kwetu pale, wachezaji wa Simba wengi walikuwa wanapita kwenda klabuni kwao. Nakumbuka marehemu ile Mwaijibe eh, akienda aki hivyo, lakini pia naipenda Yanga kwa sababu uwanja wa Kaunda ulipofunguliwa, nilikuwepo pale, siku ile eh, ule uwanja wa Kaunda ulipofunguliwa ulikuwepo nani? Kwa hiyo hivi vilabu vyote vya pale mtaani ambapo nimekulia mimi Kariakoo, Kariakoo eh. Lakini sijaridhika na, na haya majibu bado, kwa maana kwamba hmm moyoni wa Tanzania iko hivyo, na hasa Dar es Salaam, umeishi kama wewe mm. mtoto wa mjini lazima una timu yako kwamba wewe ni Yanga 100%, mm. au ni Simba 100%. Hayo mengine ya kushabikia kama professional kwenye kazi inabaki hivyo, lakini wewe oh, umeishi Ulaya na huko wazungu wako waziwazi wazi tu eh, na vitu vingine ah, ah, siko huko nasemea, nasemea hapa. Kwa nini unangangania hili Baruan? Natamani tu watu wakajua, kwa sababu Mwisho wa utapata nini kwao. Ngoja kidogo. Mwisho wa yote kwenye maisha mm. kuna watu wanabaki wakisema yule Charles alituonea sana kwenye japo haichangii chochote mm. lakini washabiki wanabaki wasema huyu katuonea sana huyu kwenye matangazo. Yanga mm. mkubwa yule mm. kumbe wewe ni Simba. Wengine, huyu jamani, Simba mkubwa yule, kumbe wewe ni Yanga. Eh. Mimi nidhani ni inapendeza tu. Wewe unaelekea kwenye kustaafu. Najua hata hizo <laughs> kazi za <wana> nje <laughs> Kustaafu, lakini angalau ah, kwa sababu hutangazi mpira tena mm, lakini si vibaya haikuharibi chochote. Kweli. kabisa tu watu wakajua kati ya Yanga na Simba. E, wewe ni timu gani? Mimi ni shabiki wa Simba lakini mpenzi wa Yanga. Nataka kujua tu mojawapo ambayo huyu ndio timu iko kwenye moyo wako wenyewe kwamba mimi ni hata kama huna kadi lakini <laughs> <laughs> mimi naipenda Simba. Okay. yeah, yeah. Safi. Kwa hiyo, Chazi Hilary, wewe ni Simba. Naipenda Simba, yeah.